Kila anayetembea ndani ya kusudi na mapenzi ya Mungu, mtu huyo hatafanya kile anachojisikia yeye, hataenda kule anapotaka yeye. Atafanya kile ambacho anachokisikia kutoka kwa Mungu, na ataenda kule ambapo Mungu anataka yeye awepo. Tunaye mfano Bwana wetu Yesu Kristo alipokuwa katika mwili wa damu na nyama, akufanya chochote kile wala akusema chochote kile isipokuwa kile alichokisikia na kukiona kutoka kwa nani? Kwa oh, Baba yake. Alikuwa anatimiza makusudi kusudi la Mungu. Maana ya kutembea ndani ya kusudi la Mungu ni kuishi maisha yanayofungamana ya au yanaoendana na mipango ya Mungu kwako kuishi maisha ambayo yanaendana na mipango ya Mungu. Sasa swali la kujiuliza, unayojua mipango ya Mungu kwenye maisha yako? Hiyo swala la kuuliza, kwa sababu kama hujui mipango ya Mungu au mapenzi ya Mungu ni maisha yako yenilibi, ni nini, ni mgumu kuishi hayo mapenzi au hayo makusudi. Lazima cha kwanza mtu afanyaje? Ayajue mapenzi au makusudi ya Mungu ni yapi, ili tuweze kuact accordingly tufanye sawasawa sawa na Mungu anachotaka sisi tufanye. Lakini maana nyingine ya kutembea ndani ya kusudi ya Mungu au ndani ya mapenzi ya Mungu ni kuamini maongozo ya Mungu, ni kuamini maongozo ya Mungu na uweza wa Mungu katika yale tunayoyahitaji kwenye kila siku za maisha yetu, mimi kuamini katika maongozo na yale Mungu anaweza kuyafanya kwenye maisha yangu. Inaishi katika makusudi ya Mungu. Nisikize vizuri. Tumesoma hapo kwenye kitabu cha Mithali sura ya tatu mstari wa tano na wa sita. Amesema: Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote, wala usizitegemee akili zako mwenyewe, katika njia zako zote mkiri yeye, naye atanyosha mapito yako katika njia zako yeye zote mkiri yeye. Huyu ni mtu ambaye anatembea ndani ya kusudi la Mungu ndani ya mapenzi ya Mungu. Haamini katika akili yake, haamini katika mtazamo wake, bali anaamini katika Kristo Yesu. Yeye ndiyo anaweza kumwezesha. kwa nini? Kwa sababu Mungu wetu huaga ariati asubuhi jambo litokee, ndiyo ariati. Mungu wetu anaona mwisho na kutangaza mwisho kabla ya nini? Ya mwanzo. Kwa hiyo tukiamini katika yeye, yeye ndio anayejua kesho yetu pekee, na yeye ndio anaweza kukuhakikishia kesho yetu inatokea, kwa kuwa ni Mungu ambaye ni proactive, sio sio reactive. Yeye ni proactive, anajua mwisho wa mtu kabla ya mwanzo, anajua majira na nyakati zetu. Mithali 16 mstari wa 9, anasema moyo wa mtu huifikiri njia yake bali Bwana huziongoza hatua zake. Kuna namna mtu anaweza kujiwazia, akajiwekea mipango fulani, lakini Bwana huziongoza Mungu mm, ndiyo tunategemea kuongoza maisha yetu. Tunaweza tukapanda safari kusafiri, lakini Bwana ndiyo anayetuongoza safari. Tunaweza tukapanga kufanya biashara, kuwekeza, kusoma, lakini Bwana ndiyo anayeongoza njia zenu. Pasipo Bwana hatuwezi kufanya jambo lolote. Mithali kumi na tisa pale mstari wa ishirini na moja anasema, mna hila nyingi moyoni mwa mtu, mna hila nyingi lakini, shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Unaweza kuwa na mipango mingi ya kibinadamu lakini, Bwana ndiyo anayesababisha hilo kusudi au mapenzi yake yatimie ndani ya mipango yake. Kwa lugha rahisi, kama tujafanya jambo lolote lile au tujaletea jambo lote, lazima tumshirikishe Mungu. Yeye akishasema kuna uhakika. Musa alipotumwa alikuwa ni mjanja, akamwambia Bwana, uwepo wako usipoenda na mimi, kwa sababu ya anajua nikienda kule nitapigwa kama Mungu aliko. Mwangalie Mfalme Daudi, alishinda vita nyingi kwa sababu ya kitu kimoja tu. Kabla hajaenda vita alikwambia Bwana, niende Mungu anambia, nenda. Nikipigana nitashinda, ndio nitashinda, utaweka ndio nitawaweka. Anaenda usipale jambo lote kwa kurukuka, mkabizi Bwana njia zangu, Haleluya. Alelua, Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi kama ni watoto wa Mungu wa familia ya Kristo Yesu tunapaswa kuhakikisha lolote na nalolifanya Mungu anahusika, zaidi ya hapo tutapigwa na tutakuwa dhaifu. Wafilipi sura ya pili sana kukataka, anasema Mungu ndiye anayetuwezesha ndani yetu kutaka na kuyatimiza mapenzi yake maisha yetu. Anasema Mungu ndiye anayetuwezesha wapi? Ndani yetu. Kristo Yesu, roho wa Mungu tuliyoko ndani yetu, ndiyo anayetuwezesha kesho yetu, lolote nalo litalimi kwenye maisha yangu. Anayewezesha yuko ndani yangu, nguvu ya uwezesho iko wapi Mambi jila yako, nguvu ya wezesho ni Kristo ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Anazungumza, anazungumza, anasema hivi, unapotembea katika makusudi au mapenzi ya Mungu, mahitaji huwa yanafuata yenyewe. Yeyote alieka katika msari katika rehi kuyatimiza mapenzi na makusudi ya Mungu, chochote anachokihitaji kwenye maisha yake hayo mwingine yote waga inamkwata yenyewe, ili lugha ya kikomaa waga hawaombi Mungu wawape balibali, Mungu ili anasema, Mungu anajua kama ujafajaje, kama tujaomba. Wewe kaa katika mapenzi yake, timiza kusudi lake. Yale ambayo unapiga magoti na unafunga unaomba unamlilia Mungu anayafanya, hata kama ujaomba anatuandalia, umekaa kwenye mstari kutimiza makusudi lake au mapenzi yake. Matayo sita sura ya tatu unasemaje? Tafuteni kwanza mapenzi ya Mungu, si ndio? na haki yote na hayo hayo. Mke nataka mke, nataka mume, nataka biashara nataka nini, maisha tuna nini, hayo ni mengine yote hayo, anafanya hata kama hujaoa. Bwana asifiwe, na Yesu asifiwe. Wafilipi nne mstari wa tisa anasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachokihitaji kwa kadiri ya utajiri wake katika utakatifu ndani ya Kristo Yesu. Paulo anaandikia Wafilipi, anasema na Mungu wangu atawajazeni kila nalohitaji kwa kadiri ya nguvu ya Kristo Yesu aliyoko ndani. Andika Wakolosai, Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 15 hadi wa 17, anasema yote yaliumbwa na yeye Yesu Kristo. Yaliumbwa kwa njia yake na yaliumbwa kwa ajili yake. Yote yaliyoko mbinguni, yanaonekana, yasionekana, yaliyoko duniani yaliumbwa kwa ajili ya nani, bimu, nani, makao, nani? Kwa ajili ya Kristo na kwa njia ya Yesu Kristo. Kwa hiyo kama muumbaji amefanya makao ndani yangu mimi, ndani yako wewe, tafsiri moja, sura ya saba, kama muumbaji amefanya makao ndani yako wewe, kwa lugha rahisi, nguvu ya kupata chochote inachokitaji inatoka ndani hiko. Sasa kwa maana ma aliye umba anafanya mapawa ndani yako. Maombi, majibu ya maombi hayatoki huko. Unapiga magoti na kuomba, usikie, utasikia sauti ndogo na mawingu, mwanangu nimekupa. Hapana, utaisikia ndani, maana unaimomba yuko ndani yako, anadhihirisha huo uweza kutoka ndani yako. Bwana Yesu asifiwe! Bwana Yesu asifiwe! Nisikilize vizuri Tambua jambo la msingi, tambua neema na uweza na kipawa kilichoko ndani yako. Cha kwanza kutaka udhirisho wa kilo unachokihitaji kiweze kufanya kazi, kwa sababu unapokuwa katika kusudi mahitaji waga yanakujia tu wenyewe. Ila ili iweze kukujia, cha kwanza tambua kipawa gani, talanta gani iliyoko ndani yako, ni neema gani iliyoko ndani yako, uwezo gani? Kama Mungu amekutengeneza kuwa ni mwana maombi, kuomba kwa ajili ya nafsi za watu wengine. Mahitaji yako yote na familia yako yanatokana na namna unavyoomba juu ya watu. Kama Mungu anakuja kuwa ni wewe, ni kuna kujua, kuna kipawa, kuna karama cha masaidiano. Kama wewe ni mtu wa kusaidia watu, masaidiano, kuhakikisha jambo linaenda kokoto unapokuwepo, hiyo ni kanisani, nyumbani au mtaani. Kama una kipawa cha masaidiano, kwa kadri unazidi kukaa katika hicho kipawa baada ya kujitambua, ndio Mungu analeta kila kitu kinachokuhitaji.